Mtu mmoja anatoka kwa utashi, uamini, kwa sababu ni nasaidia, atatuma kitu ambacho tunaongea mimi nawe kwa ajili ya mtoto wako, unatuma adhabani, niadidikiwa kimaisha, nirudi mtaani ime nyuma. Na ninaomba ndugu zangu, watanzania wenzangu, usimwamini binadamu yoyote, usimwamini. Nilimwamini sana mama na na message zake kwenye simu yangu amenitumia yeye. yeah, Yeah, kaniambia sawa, nishafanya unasemaje? Kwani alitaka kuniharibia maisha yangu. Popote alipo, anaponisikiliza, kama nilishawahi kumkosea mama, alisamehe. Na binadamu najua nitasemwa, nitatukanwa. Napita kwenye kipindi kigumu sana, ndugu zangu, napita kwenye kipindi cha vidole ni huyu. Sikufanya kwa nia mbaya nilifanya kuna ya...